Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida kawaida, kawaida kwaa, safi mgeni wetu rasmi safi, safi. Dkt. Samia Suluhu Hassan hoye, Dkt. Emmanuel Nchimbi hoye, Oktoba Tunaomba kura za ndio kwa wagombea wa chama cha Mapinduzi, kwa nafasi ya urais pamoja na mgombea mwenza, lakini kwa nafasi ya wabunge na nafasi ya madiwani wote wa mkoa wa Ruvuma. Asante sana mheshimiwa. Hey, kama mnampenda Mama Samia tunyoshe mikono juu namna hiyo. Mama Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi kaka yangu Ali Salimu Hapi, ambaye ni katibu mkuu wa wazazi taifa, nianze kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kukushukuru sana kwa kuja kutuzindulia kampeni yetu hapa katika mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu zangu wana Mtumbo, raha ya maendeleo uyaone, raha ya maendeleo usisimuliwe. Nina uhakika ndani ya miaka hii mitano 2020 2 mpaka 2025 25 mmeona maendeleo, mmeyashuhudia kwa macho mazuri yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunawaomba sana, itakapofika tarehe 29, kura za kishindo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kura za kishindo kwa wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi, na hapa na mtumbo kura za kishindwa kwa Daktari Homera, Homera hoye! Na itakapofika tarehe 29, asubuhi na mapema, kura kwa madiwani wote wa chama cha mapinduzi CCM, hoye! Asanteni sana, Mungu awabariki. CCM, hoye! Daktari Samia Suluhu Hassan, oye! Daktari Emmanuel John Nchimbi, oye! Dkt Homela oye! Oh ndugu <tipos> zangu kama ilivyozungumzwa, mimi ni mgombea wa ubunge kwa jimbo la Madaba, majina yangu naitwa Omari Msigwa. Ndugu zangu tumekuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuomba kula za chama chetu cha Mapinduzi. Ndugu zangu naomba niombe kula nyingi kwa Dkt Samia Suluhu Hassan. Naomba kula nyingi kwa Dr. Samia Suluhu Hassani. Naomba kula nyingi kwa Dr. John Emmanuel Nchimbi. Naomba kula nyingi kwa Dr. Homela. Naomba kula nyingi kwa madiwani wetu wote. Naomba kula nyingi kwa Omari Msigwa. CCM oye! Oye. Mama Samia oye. Dkt. Nchimbi oye. Wabunge wetu wa majimbo oye, maadiwani wetu wa mkoa Ruvuma, wa Ruvuma oye. Ndugu zangu wapenzi, kama mlivyosikia jina langu, ninaitwa Mariam Madalu Nyoka, ni mbunge mteule wa viti maalumu mkoa wa Ruvuma. Kwa heshima kubwa, ninawaomba kura za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kura za mgombea mwenza Daktari Emmanuel John Nchimbi, kura za wabunge wetu wote wa majimbo wa mkoa wa Ruvuma, kura za madiwani wetu wa kata 173 Ruvuma oye. Oh, yeah. Wataweza kweli? Asante. Inaitwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, ni mbunge mteule wa viti maalumu mkoa wa Ruvuma. Nimesimama hapa maalumu kabisa kwa ajili ya kuomba kura za Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya kiti cha uraisi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan.

Asante sana, napiga magoti kama ilivyo ada kura. Goti la kwanza kura ya mheshimiwa rais, goti la pili kura ya wabunge wa chama cha mapinduzi, goti la tatu ni kura za madiwani wa chama cha mapinduzi. Piga kelele! Toba, tunatiki 29 Oktoba kwa Dr. Samia chimbi kwa dokta Omela, kwa wabunge wote wa CCM, kwa madiwani wote wa CCM, kidumu chama cha mapinduzi! Nawashukuruni sana, asanteni sana Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi. Hamasa, hamasa hamasa hamasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naungana na waheshimiwa wabunge wagombea wenzangu kukukaribisha sana katika mkutano huu wa uzinduzi wa kampeni kwenye mkoa wetu wa Ruvuma, lakini mwenyeji wetu akiwa ni Dr. Homera mgombea Mheshimiwa mgeni rasmi tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, dakika ni chache, tutakuwa na muda wa kuongea katika majimbo yetu, lakini nichukue nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba sana, peleka salamu za upendo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamwambie kwa mambo makubwa aliyoyafanya ndani ya mkoa wetu wa Ruvuma. Ruvuma hatuna mbambamba mba mba tutampa kula mati mati, Ruvuma wewe mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati. Ni lazima kula zake zipatikane kwa kishindo. Tena kwa tunaamini kula hizo tutakazompa ni kula za heshima kwa ajili ya afya zetu, ni kula ya heshima kwa ajili ya ustawi wa familia zetu, na hasa uchumi na maendeleo ya mkoa wa Ruvuma na Tanzania nzima. Kula tutakazompa ni kwa sababu ya heshima kubwa aliyotupa kwa kutupatia mgombea mwenza kutoka mkoa wa Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma tuko tayari. Ilani ya uchaguzi imeonyesha maendeleo yatakayopatikana kwenye mkoa wa Ruvuma kwa miaka mitano kwenye miundo mbinu, uchumi na ustawi wa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwa ujumla. Hatuna mbambamba, tutampa kula mati. Ruvuma oye! Mati, mati, mati, mati, mati, mati. Meshimiwa mgeni rasmi, peleka salamu kwa mweshimiwa raisi, mwambia wanaruvuma tunamwombea yeye na mgombea mwenza watembee salama, ili miaka mitano tujipatie yale ambayo amekwisha kuyakadilia kama kipimo cha maendeleo kwenye mkoa wetu wa Ruvuma. Yako mambo mengi, hatuna muda wa kueleza: ruzuku ya mbolea, mipango ya Sibukata. Ni waombe akina mama, ni waombe wagombea udiwani mlioko hapa, na hasa akina mama wenzangu, mje mbele tuombe kura kwa mheshimiwa rais